Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jina langu Salamu Alah Salim, nipo hapa kwa ajili ya safari ya kwenda Hijja kutikia wito wa, wa Allah <tip> Tunawaomba wenzetu tuliowabakisha nyuma waliobaki nyumbani watutakie dua tuweze kufanya ibada yetu kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atutakabalie dua zetu, na sio tukifanya ibada zetu tutawatakia dua wenzetu ili wa na wao waweze kuitikia wito wa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Mimi naitwa Mtumwa Salumu Alhayaw, naondoka hapa kwenye kikundi cha takfidhi Qurani naondoka kama nikiwa hujaji mtarajiwa wavile, dua, kwa vile naomba dua Mwenyezi Mungu atufikishe salama tufike salama na ndugu zetu walioko huko watoto wetu watuombee dua na wao na sisi tutaombea dua na nchi yetu pia tutaiombea dua iwe salama asalumu asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh juma mwjima salum ni msafiri miongoni mwa mahujaji watarajiwa, tunategemea kwenda kufanya ibada yetu Makka mwaka huu 2025 ni kutokea kikundi cha Tafidhi Haji Group. Tunaomba ndugu zetu mtuombee dua, tufike salama safari yetu, kama sisi tulivyotiania kuombea dua tutakapofika huko, kwa ajili ya nchi yetu, vizazi vyetu. Na pia nikiwa kama ni kijana, natoa wito kwa vijana wenzangu wasisubiri mpaka muda wa kustaafu change mapema waenda akafanya ibada hii akiwa na nguvu zao, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anapokea ibada ya kijana kwa mapenzi zaidi kuliko kiwa umechoka. ilahuna asalamu as aleikum warahmatullahi wabarakatuh. langu na Salma na Khamis Ramadhani, tunakwenda ibada ya Hija mb tunaomba, tunaomba, tuna ndugu zetu watuombee dua, na sisi inshaallah tunakokwenda tutawombea dua. Jina nangu Juma Muhamedi Ali, saudari Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya Hijja. Niwatakie kila la heri wale wote walikuja kutushindikiza, tunawaombea dua, lakini zaidi sasa hivi tunataka dua kutoka kwao, kwa, kwa sababu sisi hatujafika. Tukifika kule tutawarejeshia nawayadua. Mwenyezi Mungu na wajalie tuende kama tulivyokwenda sisi.